Leo tunapotafakari habari ya ubatizo ubatizo wetu tumepewa neno hili. Unajua swali la Wayahudi hawa Mafarisayo makuhani waandishi laweza kutokea kwako kwa, kwa namna nyingine, na hasa kwa sababu naye Yesu na Yesu limpata hata kwa njia ya ubatizo ambalo ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Waweza kupata au kukutana na swali, watu wakauliza kuhusu kuhusu Kristo aliyeko ndani yako na mamlaka ifanyayo kazi ndani yako. Yesu alipowajibu wale mafarisayo na waandishi, anagusia agano la kale, lakini katika utimilifu wa maneno ya manai kuti bikundalusi ugagie kwa mako mweni kulalusi ukuti nini nguwalalusi ulosyo ulwa Johani umosi lwafumie kwa kyala pamo lwafumie kwa bandu. Kwa nini Yesu anauliza hibi? Kati kitabu cha Isaya mlango wa arobaini mstari wa tatu hadi wa tano mjumbe wa Mungu angetumwa kuweka mambo sawa kwa ajili ya kumpokea masi Kristo. Nabii alitoa unabii huo, mnakumbuka tumetoka kwenye Christmas. lakini kabla ya Christmas tulikuwa na ujumbe wa neno la Mungu katika majila ya majilio, ambao tulirejea sana tukisema, nabii anasema tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, kizungumza habari ya kumtengenezea njia Yesu. Sasa haya yakawa yanasemwa baadaye unabii unapotimilika na Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji amekaa kule nyikani akipiga kelele akisema tengenezeni njia ya Bwana, akiweka mambo sawa kwa habari ya Yesu kuja, tengenezeni mapito yake. Walikuja watu mamia, maelfu kusikiliza na kubatizwa. Ndio hawa wapo bali mkati ndo paso mwatembeli walibatizwa kwa sababu ujumbe ulikuwa unamtaja huyu. Swali la Yesu lina maana hii, kama kule mlibatizwa au yale mliyaona yakinisema mimi kwamba yuwaja nyuma yangu, kwa nini mniulize swali? Kwa nini mnakuwa na mashaka kuhusu mamlaka ya hiyo ndani yako? Yesu huyu, baada ya ubatizo, aliendelea kufundisha, akifonya, akihubiri akitenda miujiza, lakini baadaye naliambia kanisa nendeni, mkawafundishe na kuwabatiza. Ubatizo wetu ni agizo la like Kristo, ubatizo wa Kikristo, na ubatizo huu maana yake ni mahusiano yetu sasa ya leo tuliyonayo na Mungu wetu aliye hai, anayeishi. Ubatizo, neno ambalo tunatafakari siku hii ya leo, ni kuingizwa katika familia takatifu ya Mungu. Nakumbuka bahati mbaya, leo hatujabatiza mtoto wala mtu mzima. Wachungaji wanapobatiza wanasema, nakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, nami nakuwekea alama ya msalaba usoni na kifuani. Twa alama hii kumbuke, ushindi wake Yesu Kristo baada ya kuingia kwenye ujamaa au familia ya Kikristo. Twa alama hii haifutiki hata ukioga kwa sabuni, ile alama ya msalaba kwenye paji na roho ni Mungu amefanya haifutiki, haifutiki. Inatengeneza mahusiano yetu na Mungu, tunaingia katika familia au jamaa wetu, ujamaa wa kikristo kwa kuwekewa alama ya msalaba. Ubatizo ni kwa njia ya maji yaliyoungana pamoja na neno la Mungu. Naomba niseme mbali zaidi hata utumishi wetu leo, ninyi wachungaji, sisi wachungaji, wainjilisti, wazee wa kanisa, waimbaji, utumishi wetu ni matokeo ya ubatizo wetu, ni matokeo ya kuingia katika familia ya Kikristo, familia ya Mungu kwa njia ya ubatizo. Nataka kusema hivi, ukristo, ubatizo unaanza, utumishi unafuata. Haleluya tu tuufigwe. Ukristo unaanza au ubatizo unaanza, ile ina alama inaanza, ndipo utumishi unafuata. Msaidizi wa askofu Chungaji Njinga ameandika kitabu fulani, inaitwa Nguvu ya Ubatizo. Moja ya maneno yajiuma kwenye kitabu yanasema ubatizo sio swala la kibinadamu, bali ni la kimungu na ni nguvu ya Mungu hutokeza mabadiliko, mabadiliko katika utumishi, katika ufuasi na kadhalika na mimi napenda kusema ubatizo pia ni tukio katika maisha, tena tukio la kudumu. Sio jambo la siku moja. Ila leo nataka niwakumbushe kitu kimoja. Ubatizo tunapotafakari leo ubatizo wetu, tunatafakari habari ya vita vya siku zote dhidi ya shetani. Si kama mlikuwa mnafahamu hivi? Tunapozungumza habari ya ubatizo na leo pia tunaopewa somo kutafakari habari ya ubatizo wetu, tunatafakari habari ya vita vyetu pamoja na shetani. Waliopata kipaimara na waliobatizwa wanafahamu kuna ahadi ya ubatizo, inasema, mimi ninamkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote, alafu najitoa kuwa wako na Roho Mtakatifu ili ni kutegemee na kukutumikia. Ukichasema hivi, wewe sio mtumishi wa shetani, wewe ni adui wa shetani. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kenya kiusa kikoti une nompekie setano ni mbombo syake siosa ni nyiho syake siosa. Ukitoa tamko la namna hii, usije ukafikiri shetani amefurahi iko kalala akiigana akiigana ukutiumpikee akiigana ni vita kama ukitamka haya kwa kumaanisha kwamba mimi ninamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote unatangaza vita na shetani mesema kichwa cha wiki kinasema ubatizo wetu kusudi kubwa ni kutafakari mahusiano yetu vile tumesema na mkataa shetani, tunatafakari pia na utumishi wetu. Ndio kazi ya siku hii ya leo, tunatafakari ubatizo wetu, lakini tunatafakari mahusiano yetu na Mungu. Kusudi kubwa ni hilo mahusiano yetu na Mungu. Tunakumbushwa leo uadui wetu na shetani tuliotamka katika ahadi ya ubatizo. Ndio maana ya siku hii ya leo, kichwa cha wiki cha kalenda ubatizo wetu tunakumbushwa kwa habari ya uadui wetu na shetani, vile ambavyo tulitamka katika ahadi ya ubatizo, one ngumpeka shetani, tunakumbushwa leo. Kwa kawaida, shetani hapendi, nimesema, na hawezi kufurahi kuona kuna mahusiano mazuri kati yetu sisi na Mungu. Kazi yake ni kutuvuruga, ni kutuharibu, kama Yesu alivyoulizwa na mafarisayo na waandishi na Masadukayo juu ya mamlaka yake. Shetani kila saa, kila siku, kila mwezi, kila mwaka kuja na maswali ya ajabu, ili na sisi kututikisa, watoto wa Mungu. Anaweza asiulize vile vile, lakini anaweza kauliza kwa namna nyingi tofauti, na hajaanza leo. Alianza tangu zamani, wakati wanaumbwa binadamu. Kumbuka Adamu na Eva, alifika kwao pia mapema kabisa ati Mungu ndivyo alivyosema usile tunda hili? Ati ndivyo alivyosema alikuwa anatikisa mamlaka iliyomo ndani ya Adamu na Eva, kama bado wana mahusiano na Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Usile tunda, lengo ni kupima mahusiano ya watu wa Mungu na Mungu wao, kututoa vijana wanasema, kututoa kwenye leli, tuondoke kwenye tuondoke kwenye kusudi. Siku hizi kulingana na nyakati zetu, mesema shetani anaweza katumia mbinu nyingi kutikisa mahusiano yetu na Mungu. Pamoja na hayo, ubatizo ni alama ya mahusiano yetu na Mungu. Tutapimwa uimara wetu tuliobatizwa juu ya mahusiano yetu na Mungu imesema batizo ni matokeo ya neema pia Mungu kutuingiza au kutualika katika familia yake. Mahusiano yetu na Mungu ni matokeo ya ukiri wetu. Ahadi ya ubatizo ni muunganiko wa maneno yetu na utumishi wetu, muunganiko wa maneno yetu na utumishi wetu. Hapa napenda niseme sana hapa. Kumkataa shetani ni kukataa kumtumikia na kukataa mambo yake. Kumkataa shetani pale mwanzo, nimesema ninashangaa, Mafarisayo na Masadukayo hawaji kusikiliza habari njema, wanakuja kuhoja mamlaka. Hawaji, hawana mpango kabisa. Watu wametulia kanisani, wao wamekuja kuhoja na Mafarisayo ni mo, wanawakilisha makundi mengi ya watumishi viongozi mbalimbali ambao kwenye maneno yao huoni habari njema, kwenye kuishi kwao huoni habari njema. Ni afadhali basi maneno yako yasiseme habari njema, basi unapoishi maisha iyazungumza habari njema. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe nilikuwa na watafakari hawa mafarisayo na masadukayo wanakwenda hekaloni kuhoji hayo, huku nyuma hakuna anayemfuata kwamba eh, sisi ni wafuasi wa kuhoji habari ya mamlaka. Lakini kule wanakokwenda kuna watu wamekusanyika, wanasubiri habari njema. Ndugu zangu Wakristo, leo tunakumbusha kwamba kwa mkristo ni mtumishi haijalishi eneo gani, wewe ni mzee wa kanisa, wewe we ni mchungaji, wewe ni nani, kuwa mkristo ni mtumishi wa Mungu. Ukiona watu hawatulii kukusikiliza, jitafakari kama kuna habari njema. Ukiona watu hawana cha kujifunza kutoka kwako jiulize kama habari njema bado ingalipo. Na hasa sisi wachungaji, tuna wakati tunapewa kutafakari kama maneno yetu bado ni habari njema, au maisha yetu ni habari njema. Hili neno linatuhusu sana, wasimamizi wa ibada, wahubiri, wanaofundisha neno la Mungu kama bado maneno yetu ya habari njema leo. Tunatafakari habari ya ubatizo wetu, na ubatizo wetu unatambulika kupitia utumishi wetu. Utumishi wetu ndicho kitambulisho cha watu waliobatizwa Kristo, kwani Bwana wa hao watu ambao wanaitwa kanisa au wanaomwamini Kristo, na neno wetu manake ni kanisa. Tunazungumza sisi, tunajizungumza sisi, ubatizo wetu wetu, bila nani? Sisi tulio kanisa, ikipanga kiliko kipanga kya mkati, ni kipanga hiki kikuboneka kumaso jensi kuketi kipanga kya mkati ila alama ya ubatizo ionekane kutoka ndani ndipo ionekane huko nje, ndio maisha tuliyoitiwa. Ikipanga labda niwape maana halisi pia kanisa, niwakumbushe kanisa ni mkusanyiko wa watu waliokaa pamoja kumwabudu Mungu kama tulivyokaa hapa, haijalishi wapo kwenye mti, wapo kwenye hema, wapo kwenye nyumba, ni mkusanyiko mahali ambapo kusanyiko so, hili la Mungu limekaa kutafakari habari ya neno la Mungu linalotolewa kwa usahihi, lakini pia wao pia wako tayari kulishika neno la usima. Lakini jengo kama jengo, na tumesikia kwamba hapa tumejenga kwa muda hapa, na tunadaiwa tunadaiwa hapa kiasi fulani kwa ajili ya kuwezeka, bila shaka kuwezeka, tukijenga jengo kama tulivyojenga lile pale, ambalo si muda mrefu tutaingia lile pale Ajengiwa, mama wammakimbula na wangi wamwakapola ba wajengile bile pale, ilikuwa ni matokeo ya ubatizo, utumishi wao. Wakajenga pasipo kuwepo na watu waliokusanyika ambao ni zao la ubatizo wa Kristo ambao ni watumishi wa Mungu. Sio kujenga, sio rahisi kujenga hata hiojenga kujenga hili ni sehemu ya utumishi, ni kujenga bene hapa mkati kilimo kipanga cha kilisiti. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao ni kanisa, mkusanyiko wa watoto wa wakrisa waliobatiza alama msalaba ipo, haifutiki kwa nje. Pia ni watumishi, haoni shida kutoa mbao, kutoa bati, kutoa mawe na kumjengea Mungu kama ambavyo wamefanya miaka yote na walifanya huko nyuma kama likiwepo jengo alafu watu hawapo, sio kanisa. Lazima wawepo watu ambao wanamkiri Kristo, waliobatizwa, watumishi wa Mungu, wanaopokea habari njema na ni wajumbe wa habari njema. Kishafika hapo, shetani huwa hapendi sana kundi la namna hiyo. Napenda kuwavuruga, kuwaondoa kwenye lengo na target Ninyi msikubali, mtazamani Kristo aliyewaita, mkaingia kwenye familia takatifu ya Mungu. Ubatizo ni kumvaa Kristo, tena kufanyika watoto wa Mungu, ndio maana ya ubatizo. Nimesema ni utambulisho wa upya, upya ni nguvu ya kuishi maisha ya ushuhuda, ndio maana ya ubatizo, maisha ya ushuhuda Ubatizo kanisa la Mungu ni mwanzo, sio mwisho, mwanzo wa safari pamoja na Yesu. Msije mkaishia njiani mkapotea. Tunaitwa kuishi sawasawa, sawa na ahadi zetu, kama ambavyo tulitoa wakati wa ubatizo. Mimi namkataa Shetani. Hayo ndio maisha ya ushuhuda tuliyoitiwa. Unamkataa halafu unajitoa kwako kwa wewe Mungu ni kutegemea na kutumikia. Ndio maana ya ubatizo. Tunavyotafakari leo sio tu yale maji na neno, lakini pia matokeo ya ubatizo wetu, kwamba sisi ni watumishi, tumeitwa tumtumikie Mungu, tuwe habari njema na yaogopa, maneno yale tunatamka kwa lugha ya kawaida, kwa masoea, ukisema najitoa kuwa wako, e Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni maneno mazito, hizi si kasi ya kujiigwa peni pakanwa, lakini maneno ya kujitoa kwa Yesu Kristo, kumtumikia kwa nguvu na kwa bidii. Ukiona Mungu ameturuhusu tuingie mwaka mwingine, sio kwa bahati mbaya, lipo kusudi, anataka sisi pia, kuna jambo anataka kutuma tufanye. Na ndio maana hatuachi kumshukuru Mungu kwa sababu ametupa zawadi hii, ipo sababu ipo na kusudi jilipo inyango fiki baba wakaaro wiki usu tulowiki kwa hiyo ipo shabaa na kusudi la Mungu sisi tuliobatizwa. Na ndiyo maana waandaji wa kalenda mwaka huu, kalenda zimechelewa kufika, kwa sababu kuna watu huwa wanaibaiba kalenda zetu za la KKKT, lakini mwaka huu tumesema ah, wanunue kwa utaratibu kimtandao, mtandao walipie, na siwepo wengine wakutoa tena kwenda kutoa nakala mitaani wazifuate kule kule, kiti zimechelewa. Walio nazo kwenye mtandao wanajua. Haya, masomo somo hili ambalo la ubatizo wetu linakujaga mapema, baada ya majira ya ufunuo, Yesu anapojifunua. Kwa hiyo tunatafakari habari ya bale, ubatizo wetu. Ubatizo wetu ukitoka hapo kile nyumbani, mtu akikuuliza au ukikutana na ndugu ta lino tajwasha uroso lwitu Bali pobamo bogea Messi ndo ibakosiwa. Wengine si mnanielewa nikisema hivi. Ojo kila Messi. Ojo wasi kwa umebatizwa. Kuna utani kwa sababu umebatizwa au umemwagiwa maji. Lakini ubatizo maana yake mahusiano yetu na Mungu. Isiwe tu desturi kwamba tumebatizwa lakini hakuna utambulisho wa ubatizo wetu. Tunaitwa ili tumtegemee na kumtumikia Mungu hata tukapokufa. Ndivyo tunavyosema sisi, tunafanyika kuwemo katika familia ya Mungu, katika chombo cha neema, yani ubatizo. Naomba niwatie moyo kwa kumaliza pale kwenye salamu. Nimesema yaliyopita yanatosha, tumtazame Yesu. Tumoja aliyekusema maneno haya, yaliyopita ni somo leo Leo ni sherehe, kesho inatia moyo. Ndivyo alivyosema mtu mmoja, yaliyopita ni somo, leo tunafurahi, lakini kesho, kesho inatia moyo, yajayo yanafurahisha. Hayo ndiyo maisha ambayo tumeitiwa kama yapo, yaliyopita yabaki kuwa ni somo historia. Tuangalie leo tunafanyaje, tunatembeaje na Yesu katika ubatizo wetu. Utambulisho wetu, sisi tunafanyika kuwemo katika familia ya Mungu katika chombo cha neema ambayo ni ubatizo. Kama Kristo alivyo pia, maisha yetu ndivyo kama Kristo alivyo. Yesu ni nuru, nasi pia tunamkiri yeye, tunafanyika kuwa nuru yake Kristo na Mungu atubariki. natambua sana kazi ya kanisa mbele ya jamii. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri KKT ilitupa, ilitupa mradi mkubwa sana uliokuwa chini ya Denmark, ambao mpaka sasa hivi ndio unaotuhudumia kwa ajili ya ku, kwa ajili ya maji. Wote ukanda huu tunatibiwa na hospitali nimefurahi ni sana sana sana mno ujio wa askofu Mwakihaba. Hebu nirudi kwenye kanisa langu, kwa sababu huku ndiko nilikobatizwa, nikapata kipa imara. Nilikengeuka vishawishi tu vya, vya mchana kwa kweli na somo ambalo amelipitisha baba askofu, limekolea sana moyoni mwangu na wengine, na ametusihi sana wa Kristo, kwamba tusikumbuke yale ya nyuma, tusikumbushe, tusiwachukie wenzetu wanaporudi, huku ndiko walikopatia imani, imani ambayo imewafikisha hapa. A, mimi kama mzee nawaomba sana warudi, warudi imani ambayo ipo kwa sasa hivi. Warudi sio ndoto, lakini ni neema za Mungu, kwani mwanzoni mwa mwaka kwa kukutana na ugeni mkubwa kama huu, kwanza kule watu kupata matangazo, kusikia kwamba askofu alikuja, wale wale wale ambao walikuwa waoga kuweza kufika kwenye kundi hili kama tangazo lilofika u imehamasisha na kuwa wengi mpaka kundi iliyotokea hapa, ajabu. Unaona ni neema ya Mungu kubwa sana. Fika ya Askofu imetengeneza sura mpya ya usharika wetu, kwamba usharika a kupotea, lakini Mungu kumbe bado hajaupoteza. Askofu ame ametoa baraka zake. Na washirika wamemsikiliza. Washarika, wito wangu tunaomba tuendelee kumsifu Mungu na kumkumbuka Mungu, wapi tunakoenda kwa mwaka mpya huu. Nashukuru kwa nyongeza ya mtumishi aliyetulisha neno leo, ametuonya na kutuasa namna tulivyorudi, tuwe na furaha zaidi, lakini pia anatuunganisha na Mungu. Anatuunganishaje sasa? ni kwa namna kumsikiri kwa rona kweli, sio kwa muumini wa kawaida, lakini pia karibu na karibna Yesu mwenyewe. Watu wangu, nina wasitu wa Kristo wenzangu, tumrudie Mungu kwa rona kweli, tuondokane na hali ya zamani, turudi tumtumikie Mungu ali hai.